Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Mheshimiwa Jaji Mkuu, serikali pia inaendelea na maandalizi ya sera ya taifa ya haki jinai na tupo kwenye kukusanya maoni ya wadau wote katika mnyo, mnyororo wa haki jinai nchini. Kukamilika na kutekelezwa kwa sera hiyo kutawezesha maboresho zaidi ya taasisi za haki jinai ikiwemo mahakama. Kwa kuzingatia falsafa yetu ya R4, serikali itaendelea kufanya mageuzi katika mifumo yetu ya haki jinai na haki madai ili kuboresha utoaji haki nchini kwa ustawi wa wananchi wote. Aidha, tumeweza kupunguza idadi ya kuweka mahabusu wasiokuwa na kesi za msingi kwa kuweka sharti kwa uendeshaji wa mahakama kufungua kesi mahakamani mara baada ya kumalizika shughuli za upelelezi. Katika hatua nyingine, ili kukabiliana na changamoto ya uelewa wa masuala ya kisheria, kupitia Wizara ya Katiba na Sheria tulizindua kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid. Kampeni hiyo imefikia mikoa ishirini na mbili, halmashauri 154, kata elfu moja mia sita thelathini na tisa